Ha? Sasa tunakwenda tena kuangalia. Roho wa Bwana ana utaratibu gani? Utaratibu wa Roho Mtakatifu majibu yake huwa anakufunulia haja zako na kukuongoza kuzid, ku, kutenda kwa ajili ya maagizo ya Yesu Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana, roho wa Bwana anafanyaje kazi? Roho wa Bwana anavyofanya kazi ni kwamba yeye hukutumia wewe kufanya kazi za Kristo kama zilivyo, kwa msaada wake Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nikiwa na maana kwamba yale ambayo utayasahau yeye hukaa ndani yako na kukukumbusha kwamba yako hivi yako hivi. Imani yako inatetewa na yeye thawabu so, yako ya kwenda mbinguni yeye ndiyo anaandaa. Kwa hiyo huyu ni muhimu sana katika habari ya kanisa pamoja na wewe ambaye unafanya tafiti za kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Aha. Hapa tunakwenda kumwangalia uthibitisho wake ni Wakorinti wa Kwanza kumi na mbili saba, tusomee hapo mstari mmoja. Wakorinti wa Kwanza kumi na mbili saba unasema, Ndio. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana sawa, sawa. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa leo kama mimi hapa nahubiri nisijiinue, ndio onyo ya hilo andiko, nisifike mahali nikajiona mimi ni bora kuliko wewe. Wote sisi ni wajori, lakini kipawa cha Roho Mtakatifu kimetendeka hivyo, mimi leo nimesimama madhabahuni, nyinyi mnasikiliza, na mnaposikiliza tayari mnachukua eh, maandiko mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujifunza na yeye atakuja kukusaidia, ili uwe kama yule mhubiri ambaye amesimama madhabahu ni kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mantiki ni kusaidiana ili kanisa liwepo. Mantiki ni kusaidiana kimafundisho, ili Kristo akajulikane na kukaa na kukaa katika habari ya imani yetu siku ile ambayo tutakwenda mbinguni tukamwone kweli mkuu wa makuhani, ndiyo yeye ambaye tulikuwa tukihangaikia mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukimaliza kazi, tutafanywa nini na bwana? Tutavikwa taji. Sasa tutavikwa taji, hii ndio kazi, na msimamizi mkuu ni Roho Mtakatifu. Amen. Ukiyajua haya na ukasimama nayo, unakwenda mbinguni. Amen. Utafanikiwa duniani. Amen. Utayaona unaoyahitaji kuwa mepesi Machozi yako hayatatoka kijinga jinga, yatakuwa ni bubujiko, kwa sababu unapomfahamu Roho wa Bwana, unapomfahamu Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, kinachofuata ni furaha.